So, and na kusema kwamba kuna vitendo ambavyo sisi kama binadamu tunavyofanya vimeshinda mpaka vile ambavyo vinafaa kuitwa vitendo vya kinyama. Wallahi wakati mwingine wanyama wenyewe wako na fadhali kwa vile vitu ambavyo wanavifanya compared na sisi binadamu kwa kile kitu ambacho tunakifanya hapa duniani, uh, dunia sisi kama binadamu. Wanyama wako na fadhali mara mia. So, inaendelea na kila mtu anayoongelea, na hiyo story inahusiana na mwanadada fulani ambaye ana asili ya Kisomali ama ni Msomali kwa ufupi, kwa sababu anaongea lugha ya Kisomali, lakini yuko ndani ya nchi ya Kenya. Mwanadada anaitwa Anfak, jina lake halisi ambalo yatumia jina lake, na bado vile vile pia ndio jina ambalo yatumia kwenye TikTok account. kwenyenataka kueleza story fupi kuhusiana na huyu ambaye alibakwa na Ngapi? Vijana wangapi? Vijana wa sita wakimbaka wakimrekodi video na kuwa ile video akimrekodi huku vi, simu wengine ameshika simu akimwambia ya kwamba aombe msamaha huku video ikirekodi na yule jamaa ambaye aliwatuma ili wakambake akiwa yuangalia through a uh, video call ambayo uh, ilikuwa imefanywa na wale vijana. Na vijana hawa, kulingana na Anfac mwenyewe, yasema kwamba vijana hawa alikuwa anainklude Wakenya, Wasomali na baadhi wa Ethiopia, lakini hakutuambia kama wa Ethiopia walikuwa ngapi, Wakenya walikuwa ngapi, na Wasomalia walikuwa ngapi, lakini kati ya hawa watu sita, kulikuwa kuna nchi tatu ambao wametumwa na wakalipwa ili watekeleze kile kitendo cha kilanisi walichokitekeleza, na walijifanya wajanja kwa kuziba sura zao kutumia maske ili wasiweze kuonekana. Wallahi, natamani ningeweza kabisa niwekee ino video hapa, muweze kuiona, kwa sababu huyu msichana kile kitu alichofanyiwa mtihani. Someone sent for me that video and I was like, because, uh, information kama hizi ukizipata, to believe them inakuwa ngumu sababu vitu kama vikishafanyika, stori zinakuwa nyingi na kila mtu anakuja na stori yake. My friend, kuimaliza itakuwa ngumu kufanywa na mnyama. So huyu jamaa anajiita C A SOW na ni mmoja wa TikToker ambaye anajulikana sana. Huyu jamaa yuko Amerika, na kwa sababu kwao ni Kenya, japo ni Msomali, lakini yeye ametoka Kenya Nairobi. Hivyo basi mwaka wa elfu mbili ishirini na nne aliweza kuja zake kwa mapumziko nchini Kenya. Na alipofika nchini Kenya, alikuwa tayari ako na mke wake pamoja na watoto wake wawili. Lakini sasa, kwa sababu ya zile tamaa na kujiona kwamba ako na pesa, ako na uwezo wa kuongeza mke mwingine, ikambidi amfate Anfac kwa sababu alikuwa ana date before ile chini ya maji lakini akamwaproach Anfak na akamwambia kwamba atamshughulikia kila kitu ambacho yahitaji, lakini akubali awaoane rasmi, iwe mke na mume kikweli, kwa sababu Anfak alikuwa hajaolewa na alikuwa hana mume, na akaona hino ni heri na akaona kabisa, instead mimi ni zidi nifanye uchafu wakati amekuja roho safi, ameamua tuoane, basi acha nikubali. Anfak akakubali aolewe na huyu jamaa ambaye anaitwa Robato, ambaye Robato, amba, uh, Robato uh, Colasso of which huyu uh, jamaa hiyo time alikuwa yuko Kenya na wako wana vizuri, wakaanza kuishi kwa muda mm, ilikuwa ni two weeks to time, yani ilikuwa ni wiki eh, mbili ili huyu jamaa arudi zake kazini kule USA, United States of America. Na hivyo basi before arudi, ile ndoa ikawa inaendelea. Lakini sasa jamaa alipopaa zake kurudi kazini, huyu msichana kuna kitu ambacho alianza kuambiwa kuhusiana na huyu mwanaume. Kuna baadhi ya marafiki zake ambao alifuata na kumuuliza, je, huyu mmeo aliokuoa alikuelezea kuhusu maisha yake? Ama wamjua vizuri, wajua anakotoka, wajua maisha yake? So Anfac uh, alikuwa hana mengi sana ambayo yayafahamu kupitia huyu jamaa ambaye anaitwa anaitwa Robato, alikuwa hana, hana a lot of information information according according to the, according to the the alikuwa hajui mengi kuhusiana na mwanaume ambaye amemwoa yeye. Alikuwa anamjua tu kama tiktoker na anamjua kwamba ni muislamu mwenzake na anajua ni msomali mwenzake na anajua ni mtu mwema kwake, ndio maana akakubali ile ndoa iweze kufanya nini iweze kupita. So akaambiwa, ya kwamba, na wale marafiki zake ama wale watu ambao walimfuata, wakamwambia kwamba get to know that, tumekuletea habari ya kwamba huyu jamaa ambaye anajitoa Rubatu, ambaye amekuoa wewe ni mtu ambaye tayari ako na familia yake na ako na mke kukula na watoto, sasa ukubali wewe ujue kwamba umeolewa lakini wewe ni mke wa pili. Jamaa huyu Anfa, alishtuka sana msichana ambaye alibakwa alishtuka sana na kushangaa, na kumuuliza mume wake baadaye. kwa mume wake, kuna stori ambazo ziko chini ya maji ambazo nimekuja nimeletewa hapa na nazishuku sana. Sasa nakuuliza wewe kama mume wangu uniambie tu kweli. Je, mume wangu mimi ni mke wa ngapi kwako? Huyu jamaa ambaye hajajita rubato ambaye yuko Amerika alimjibu Anfac na kumwambia kwamba wewe ni mke wangu wa kwanza na sina mke mwingine yoyote yule yoy. Sasa huyu msichana ambaye anaitwa Anfac alishtuka, ile kwamba mbona huyu nimeambiwa kwamba ana mke mwingine, lakini nimemuuliza na akakataa, kaniambia mimi peke yake ndio mke wake. Kuna nini ama jamaa ananidanganya ama ni watu hawataki wapendelee ndoa wa yetu? so alinyamazia na akasema yeye atafanya uchunguzi wake wa chini ya maji, na huyu jamaa alimwambia, tafadhali usichunguze chochote wewe, tuendelee kuishi madam na kushughulikia kila kitu jasishukuru yes, mimi nikirudi tutaendelea na maisha yetu kama kawaida, lakini Anfac roho yake ilikuwa hey, hampi. Ikabidi aingie chini ya maji na kutafuta juu chini, ili kujua jinsi gani atahakikisha edha ni ukweli huyu jamaa ameoa na kuna familia ya Kenya ama ni uongo. Ndio pale watu ambao walikuja wakamwelezea, ambao ia hawamini, wakaja wakampa mpaka picha ya mke wa huyu jamaa, anaitwa Rubato, pamoja na picha ya watoto wa Rubato. So akajihakikishia na vile vile bado pia akawa akona ile ya kwamba iweza kuwa nimepewa picha ambayo sio yamehusika kamili, lakini akaambiwa, shika mpaka namba ya huyu msichana, unaweza ukampigia ukafanya confirmation. Ndo pale ambapo Anfak naye pia kwa sababu ya hasira ya mapenzi ikabidi ampigie huyu msichana ambaye ndo mke wa Arubatu, ambaye yeye ndo mume wake akidhania kwamba hana mke mwingine yeyote yule Alipopigia simu simu ilishtuka, alishtuka kwamba kwamba yeye msichana alikubali kwamba ni mke wa Rubatu na wameishi miaka na mpaka sasa wako na watoto na wanaendelea na maisha. Akamwambia mbona mimi alikuja Rubatu na kanambia ataka nioe na linahakikishia kwamba hana mke yote. Akamwambia hivyo basi ni that Rubatu na, niye, na kwamba hana mke na mke ni mimi na watoto wake niko nao na sikujui wewe huyu. Uh, so, mke naye pia alipopata habari Alipandwa na hasira na ile mori. Kwa nini mme wangu alikuja yeah, Kenya akaja akaoa chini ya maji? Hakuniambia, hakunijulisha, hakunishirikisha what's going on okay. Sa, kwa sababu wasomali tunawajua hasira zao hey, ikabidi sasa huyu mke ambaye ni halisi ambaye tayari ana watoto wawili akampelekea moto wa hasira mume wake ambaye yuko Amerika, na huyu ambaye pia ameolewa juzi juzi, ambaye ndo bado ndoa bichi, na pia vile vile akampelekea moto yule mwanaume wake Roberto wa Amerika na kumwambia kwamba naomba talaka yangu, tuachane kwa amani, kwa sababu mimi sijakubali wala sijatazamia kuolewa mke wa pili. Hivyo basi, naomba tafadhali, kwa uwezo wako wote, fanya unipe talaka yangu ili niwe huru, baba. <tuh> Roberto alipoambwa hivyo, akasema Sitoi talaka wala mama kitalaka, kwa sababu nilikwambia usishughulike na masuala ya kukomfam chochote, lakini wewe ukajiona ya kwamba una lazima ujue kiundani, na kwa sababu ushajua, basi wewe jikubali ya kwamba utakuwa mke wangu wa pili. Anfac alikasirika na kumleta juu mume wake na kumwambia kwamba upende ukataa, mimi nitaolewa na nitatafuta mwanamme wote ili aweze kunioa, ili nitafanya juu chini, yani ili tuachane niende kaolewe kwingine kwa sababu siezi nikavumilia kuingia kwenye ndoa ambayo una mwenzangu tayari na ulinificha. Afadhali ungeniambia mara ya kwanza. Ndio pale ambapo Anfac alianza kumkatalia ama kukata mawasiliano na huyu jamaa na huyu jamaa pia ambaye anajitoa Roberto ambaye yuko, ambayo, Amerika, akapandwa na hasira kwa sababu gani? alicheki huyu anikati ya mawasiliano wakati mimi nimeshughulika nimefanya yote nimemtetea kote nimefanya juu chini nimemshughulikia maswala ya pesa, nime, kila kitu nimepea na pesa zangu nyingi akawa na zile hasira sasa. Zile hasira zake alizokuwa nazo ndo akasema sasa atafanya juu chini, ili huyu Anfake amhadirishe ama amwebishe ama amfanye mpaka yule mwanaume ambaye amemfanya amkatae ama akatele ndoa. E, pia amuone Anfac hana maana yote. Ndo pale aka organize ujamaa wa Amerika vijana sita ili waende wakamkidnap huyu Anfac. Hivyo basi wakaenda wakamkidnap Anfac na wakampeleka kwenye rumu fulani ndani ya Nairobi mtaa ambao haujasemwa hey, ni mtaa gani halisi? Alipofika pale wakamvua nguo zote na wakamnyoa nywele zake. Mashallah, msichana mrembo akanyolewa hizo nywele zinazoziona zilizinyolewa, akabaki bapara, akavuliwa nguo, akashikwa mabega huku na huku, mguu akashikwa huku na huku kama kuku na jamaa maske akaanza kumwingilia na kufanya kitendo cha ndoa ama kitendo cha kitandani e, lakini naelewa nyoo, watu wazima. Akafanya hicho kitendo na kufanya kitendo, mwanamke akawa analia na kupaza sauti, ile kulia kwa sababu hafanyi kwa raha wala hafanyi kwa kukubali. Yaumia, yasikia mateso, yadhalilika, alafu istoshe yalazimishwa kupigwa makofi na kupigwa pigwa, akiambiwa ile amekiwa simu hivi, yaambiwa mwombe msamaha, sema sema nisamehe <coughs> <coughs> It's very sad. Very sad guys, wallahi, yauma yauma na ni <coughs> uchungu sana. You can imagine a such lady, msichana kama huyo mdogo eh, mrembo, msichana ambaye hana kosa na mtu, kosa lake yeye ni kuitisha talaka na <coughs> hata kama nkosea Is that the only thing that you can do to this lady? Okay, k siishia hapo. Uh, tukaja huyu msichana akaja akasema nime nimedhalilishwa, na baada ya kudhalilishwa nikatishiwa, nikiambiwa endapo nitaongea hii story basi mimi nitauliwa ama walijamua watanifatwa nikinda tena waniuwe, na kwa sababu mimi namjua kwamba Arubatu ni mtu ambaye akona hela zake na pesa nyingi sana, na ni mtu ambaye amezoeleka kwenye TikTok akipeana magifti ya masimbo kwenye TikTok. Amekuwa mashuhuri sana In a way that akona uwezo wa kufanya lolote ndani ya Kenya, mpaka kuhonga mahakama ama kuhonga serikali ama kuhonga judiciary ili mimi nisipate haki yangu. Hivyo basi, naomba tafadhali nisaidieni nipate haki yangu. Ndio maombi ya Anfak ambayo ameyaweka kwa Wakenya mpaka sasa hivi, kwa sababu ni asili ya Kisomali ama ana asili ya kwa yeye, ni Msomali, lakini maisha yake ameishi ndani ya Kenya na hivyo basi ako na vibali vya kuonyesha kwamba yeye ni Mkenya halisi. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwa sababu huo ni msiba mkubwa sana sana sana, especially unafanywa wakati kama uno wa Ramadhani, ni msiba mwingine ambao ni mzito sana tena unafanywa na watu ambao ni Waislamu, astaghfirullah, astaghfirullah. Mwenyezi Mungu atusamehe, Mwenyezi Mungu atusamehe, kwa sababu ni kitendo kibaya, na Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema, kwa sababu wengi hatujui hatima yetu mbele yetu. It's very sad and uh, you guys, kitu ambacho nitawaomba ni make sure kwamba mumeshare hino video ili huyu msichana ambaye anaitwa Anfake aweze kupata aweze kupata nitasema aweze kupata kupata nitasema ile haki yake ama apate ile haki yake ambayo ana deserve huyu jamaa, sheria ichukue hatua yake, hata kama iko kule nje, lakini sheria ichukue hatua yake, na watu sita ambao wamefanya hicho kitendo pia watafutwe ili wawefunzwe kwa wengine, wasikubali kutumika kufanya upumbavu kama huu. So kitu ambacho unaweza kufanya wewe ni to make sure that hino video imeenda kokote kode I don't care, utatumia hino video yangu kwa YouTube doe utenda mtu atafuta kwa e, TikTok, u, u, make sure hiyo video yake umeshare, ili huyu msichana at least hawa uh, watu wakuefunzwo kwa watu wengine ambao wako na tabia kama hii, ama wako na tabia ambao wanataka kufanya kama hii. It is your risk guys. This is KG Chipande, please make sure you subscribe, like and share this video.